Sana ya lishe, mi swali langu e, ni, ni hili ni vizuri kwamba awanamkaya wetu wamepata semina juu ya jambo hili na najua wengi ni, wao ni wazazi wanafamilia na watoto eh, wana, au watoto wanaingizwa au wanaweza kushiriki huo utaratibu au ratiba ya chakula hiki, na wakapunguzaje matumizi ya vyakula hivi vya sukari na tutamkuta mababu juu anayopendelea, na umesema wakati eh, mwingine magonjwa haya yanaanza katika umri mdogo. Nisijue hawa watoto wanaweza kusaidiwaje eh, polepole, enda tunaondoa katika eh, hamu yao hii ya kula vyakula vitamu sana, wanatokea mtu akikuta baadaye, wanaambukizwa au wanatumbukia katika magonjwa hasa ya sukari na mengine. Sasa, watoto kweli ni, wa, ni wanatumia sana vyakula, wanapenda sana vyakula vyenye sukari na ukiangalia wazazi tunawaacha, tunawanunulia sisi wenyewe. Sasa hivi mtoto anathamini Coca-Cola au Mirinda kuliko banana. Sawa? Mama, unakuja kliniki umebeba Azam Embe wakati ndizi mmoja umeacha wapi? sokoni yani, elfu moja mi nawambiaga kina mama nawakutana nao hivi tu nawambia hivi, hiyo elfu moja au mia tano unaenda kununua Azam Embe, sawa? Au hiyo ufresh ni afadhali ungeenda kununua nini, matunda kwa ajili ya mtoto wako. Yani, tuwazoeshe watoto, ianze na wewe ndani ya nyumba. Mtoto alikuona umebebelea Milinda, umebebelea Pepsi na yeye atafanyaje? Atataka kitu kibaya. Tusichokijua, sukari huwa haijengi, sukari inaribu sana ubongo. Sijui tumeelewana? Sukari inaribu.